Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Wadada, asante, Senta, ambacho tunasema ni dira ya wanawake, maanake ni kipindi kinachotoa mwelekeo wa maisha yetu kiuchumi. Watu ambao wanataka kufanya kutafuta mitaji wanapita hapa kwa kwa ajili ya kuweza kujitafutia mitaji. hmm. kwa hiyo nawakaribisha sana. Aa, naona nipo na dada Husna ambaye ni mwenyeji, alishafanya kazi na sisi. Dada Sara na Gloria ni wageni, karibuni sana Tuanze na mwenyeji wetu ehe, umerudi tena. Mm -hmm. Karibu sana au, au karibu tena <laughs> imekuwaje? Umerudi, ulimaliza mkataba wako lini? Mwezi wa nne. Na ulikuwa umepangiwa daraja gani la dada smart? Ulikuwa unalipwa shingapi? Laki mbili? Ehe, sasa hivi na imani umeshasikia smart zimebadilika. Mm -hmm. Tumewapambania, sasa hivi ni laki tatu. Najisikiaje? Nimefurahi. nimefurahi eh? mm. Okay, karibu sana okay. Yeah. Uh, nini kimekufanya urejee tena Wadada Center? bado sijatimiza malengo yangu. una malengo gani na umeyafikisha wapi? Na malengo ya kuwa na ofisi yangu. Nimefungua japo bado kidogo, kuna vitu vya kunielekea. Umeshafungua ni ofisi gani? saluni, saluni. kwa hiyo kuna vitu vimepelea ukaona sehemu rahisi kabisa ambayo haina stress ni wadada center, umepata mm. hela elako nzuri bila, eh, bila stress, si ndio? Mm. Haya, dada Husna karibu sana. Asante, nakukaribisha mm, sana. Kikubwa ni wewe kwenda kufanya kazi, kama uliweza kufanya kazi na sisi ukamaliza mkataba, najua unajua nini ambacho mabosi wanakitarajia sisi. Mm. tunawaongoza kwenye kontenti zetu zote, tunachofanya hapa ni kuwaongoza nini mabosi wanataka ili wale mabosi ambao wana hela mnazotaka nyinyi muweze kuzipata kirahisi. Unaona mm -hmm. no, mm -hmm. E, unatoa kile ambacho mwenzako anakitaka na yeye akupe kile wewe unachokitaka. Kwa hiyo, kwa kwetu sisi hapa tuna tunaamini kabisa kwamba mafanikio ni kutoa huduma. Tunatoa huduma kwenye nyumba za watu. Nyumba za watu zinahitaji nini? Wanahitaji watu wa kuwasaidia baadhi ya majukumu ambayo wao hawawezi wa, wa kufanya. mm -hmm. Na sio hawawezi kufanya kwa sababu hawawezi wa kwa sababu wana majukumu mengi. mm -hmm. Na Mungu ametuweka hapa duniani tunategemeana. Kwa hiyo yule, kuna mahali anahitajika aidha kufanya biashara, mm -hmm. au kufanya kazi kaajiriwa. Nyumbani kwake kuna majukumu ambayo anahitaji mtu mwingine aje amsaidie. Ndivyo mm -hmm. dunia inavyokwenda. Kwa hiyo tukijua hivyo, tunakwenda kule kufanya kazi hizo kwa uaminifu na kwenda vile kuzifanya kwa ubora. Aa, okay. Na sisi kama wewe utagundua kwamba kuna maboresho makubwa sana. Mm -hmm. Kipindi ulipopita e, training zetu zimebadilika, tumeziboresha, umeona? Ah, of course taratibu zetu pia tumeziboresha. Na kwa maana mikataba, mm -hmm. mishahara tumeiboresha. Okay. Ehe, kwa hiyo sasa nyinyi msiende kutuangusha. Okay. Nendeni mkafanye kazi vile tunavyowaelekeza kwa sababu sisi ndio tunajua mabosi wanataka nini. Ukiona mm, e, tuna mishahara mizuri ambayo inawavuta mje basi yeah. Mjue na sisi tuna, kuna kitu tunakifahamu ambacho tunawaelekeza mwende mkafanye mm. Ili wale mabosi waweze kulipa hizo hela. hawalipi tu kwa sababu wanataka kutupa hela zao, hapana mm. wanalipa kwa sababu yeah. wamegundua Wadada Senta wanajua sisi tunachokitaka tuna mm. na ndio maana mm -hmm. tulivyowaambia, tuna, kuna watu ambao wanaweza kutoa huduma za ubora wa juu, ubora, ubora wa kati na ubora wa chini, hapo tunazungumzia a maana yake tumepea attention, tukawasikiliza tukajua wanachohitaji, na tukaweza kuwapa suluhisho. Kwa hiyo wewe unapokwenda kama smart dada, basi ule ubora wa smart dada uende ukautoe. Smart dada ni dada asiyeelekezwa, asiyefatwa fatwa. Mara ya kwanza tu unapoingia ndani ya nyumba ya mtu, ule ugeni, wiki ya kwanza, upay attention ujue hii nyumba inahitaji nini. Baada ya hapo, unaanza kujisimamia. Okay. Hayo ndio mambo ya smart Sawa, kwa hiyo mm, nakukaribisha tena, nenda kapambane, nenda kachape kazi, hela zipo. Cha muhimu tusiwe na tamaa, usipokuwa na tamaa ya kufanikiwa haraka, ukaenda kama proses za Mungu alizoziweka, kwamba mtoto anaingia, mbegu ya mwanaume inaingia kwenye tumbo, inatungwa mimba, inakaa miezi tisa, ni process. Sasa kwa nini ulale kwa mke ufanikiwe? Hakuna. <laughs> Mkulima anaanda shamba, analima na anapanda, nasubiri, anapalilia, naweka mbolea mpaka aje, yani mazao yakomaa, aje avune, ni hmm, process. Mm, okay, kwa hata mafanikio ndo hivyo hivyo, uje hapa Wadada Center ufanywe training maelekezo, uende kule kazini ukafanye kazi hmm, kwa mwaka mmoja, ndio uweze kukusanya kiasi ambacho unaweza kusema mm, labda kinatosha hmm, au inabidi niongeze mkataba mwingine. it's a process. Okay. Maisha ndivyo yalivyo, mafanikio ndivyo yalivyo. Kwa hiyo karibu na imani. Mmenisikia vizuri eh? oh, eh? Dada Sara na Glori ya yeah. So karibu sana dada Husna, asante. ay.